Nafarisafa wa diplomasia wana teknolojia zao wanaziita, kunaowe kunaw power manake, ni nguvu za dola. Dola inatumia nguvu kudhibiti. Soft power ni nguvu ya ushawishi bila kutumia nguvu ya yes, silaha. Smart power ni combination ya hard power na soft power. Maana yake unapima hapa nitumie hard power na soft power. Sasa sisi hapa tunawakilisha jukwaa la soft power, na niseme mwenyekiti, katika mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano kwa mujibu wa eh, bango na hili niomilavu kwa mheshimiwa Rais, hard power anazo za kumtosha, kwa hiyo hatuna wasiwasi wasi, lakini soft power mwaka huu inahitajika zaidi pengine kuliko wakati mwingine wote. Nguvu ya ushawishi wa kuzuia maasi bila kutumia mabafu na jukwaa hili linafaa zaidi lihimizwe. Majukwaa kama haya watafutwe watu wenye vipawa vya ushawishi wa nguvu bila kutumia nguvu kuzuia maasi. Asanteni sana.